Na ndio utaona Uislamu umeifanya ndoa ni nusu ya dini. Har, haropokwi tu jamanini, si sababu za kugawanywa nchango kwamba Mungu amezidiwa na thawabu ataka kuzitoa kwambia sijui ukinena kadhaa takupa nusu nusu, nusu ya dini. Wajua maana ya nusu ya dini? najua maana yake, hala we weketi, ujiulize, dini yote: kuamini Mungu, kuamini mtumi, kuamini zitabu, kuswali, kufunga, kutoa sadaka, kwenda haji, kusanya dini yote veke upande mmoja, nusu yake nkuoa. Kuna yambo gani la zaidi ukioa? Hala jiulize mpaka lipewe ukubwa namna hiyo, zaidi mwenda kufanya starehe zenu, kwa sababu kuoa ndio mlango wa kujenga nini, familia na kwa sababu familia ndio itakao kujenga hoyo la ilaha illa Allah, ndio itakao kujenga hiyo muhammadu rasulullah, ndio itakao kujenga hiyo aqimu salata, ndio itakao kujenga hiyo kutiba alaikum siyamu, ndio itakao kujenga hiyo wa atimu alhajj wal umra, ndio itakao kila kitu, ndio itakao kujenga leadership, mpaka leadership ya kisiasa ya jengo la familia. Kwa aya ya Qur'an angalia aya, twaomba dua Mwenyezi Mungu, rabbana hablana e mola, tupe nasi. Waomba nini? wewe uombe mali? waomba mke. mke nini? Familia. hablana min azwajina, waomba na nani? na vijana. vijana nini? Familia. wadhurriyatina tupe ni qurrata, mambo yatatufurahisha, mambo yao mazuri. Yakiwa mazuri kwenye familia, natija yake nini? wajaalna lilmuttaqina imama, inakuja hapa.